Jaji Kiongozi wa Mahakama Kuu Tanzania, Dkt. Mustapher Siyani amepongeza ushirikiano unaoendelea baina ya Muhimili wa Mahakama na Wakala wa Usalama na Afya mahala pa Kazi OSHA ambao umeelezwa kuwa ni muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizo mbili za serikali. Ametoa pongezi hizo wakati akifungua mafunzo kwa watendaji wa Mahakama Kanda ya Kati yaliyobeba kauli mbiu inayosema: Nafasi ya teknolojia na akili unde mahala pa kazi fursa na mapinduzi, ambayo yameandaliwa na OSHA kwa kushirikiana na Mahakama Kuu Divisheni ya Kazi na kuwezeshwa na OSHA. Kwa hakika, ni mwezi Desemba tu tulikutana katika ukumbi huu kama nilivyosema, ambapo OSHA kwa kushirikiana na Divisheni ya Kazi ya Mahakama Kuu waliandaa mafunzo mahususi kwa wafanyakazi wenye mahitaji maalum kutoka mahakama na taasisi nyingine za serikali, na mimi nilipata fursa ya kushiriki. Mwendelezo wa ushirikiano baina ya OSHA na mahakama ni jambo zuri na la kuigwa na taasisi nyingine. Kwa nitumie fursa hii kwa dhati kabisa, kwa dhati kabisa kuwapongeza sana OSHA. Imezungumzwa kuwa katika mafunzo haya mtapitishwa katika sheria mbalimbali za ndani na nje ya nchi sheria mbalimbali zinazohusu masuala ya usalama na afya katika maeneo ya kazi, sambamba na hayo, matumizi ya akili unde. Matarajio yangu ni kuwa baada ya mafunzo haya washiriki watarejea katika maeneo hayo ya kazi wakiwa na maarifa mapya yatakayowasaidia kuongeza tija. Kwa upande wake, jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu divisheni ya kazi Dr. Yose Mliambina amesema Mahakama Kuu inajivunia uhusiano uliopo baina yao na OSHA ambao umeendelea kukua siku hadi siku na hivyo kuwaleta pamoja wadau mbalimbali wa haki kazini. Mafunzo haya ni sehemu ya mwendelezo wa ushirikiano mwema kati ya mahakama na OSHA. Tulianza ushirikiano huu na umekuwa ukimarika siku hadi siku. Awamu hii ya pili, mheshimiwa jaji kiongozi, tunajivunia kuwahusisha viongozi wa mahakama ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka mlisikia hapa kuna mwakilishi wake, lakini ofisi ya kamishina wa kazi, kamishina wa kazi mwenyewe yupo, lakini pia tuna afisa wa kazi, tunaye mkurugenzi mkuu wa CMA, pamoja na viongozi mbalimbali mbali kutoka OSHA, jambo ambalo linadhihirisha dhamira ya dhati ya muhimili wa mahakama na serikali katika kuboresha mazingira ya kazi na huduma. Akitoa salamu zake katika ufunguzi wa mafunzo husika mtendaji mkuu wa OSHA Bihadija Mwenda amesema mafunzo hayo yana faida mara mbili kwa watendaji wa mahakama. Wafanyakazi wa muhimili wa mahakama, nanyi mnahitaji kuwa salama sehemu ya kazi, lakini vilevile vile sisi tunasimamia sheria, mnahitaji pia kuijua sheria yetu vizuri, ili hata pale mnapotekeleza majukumu yenu yatakuja masuala ambayo mtu anasema mimi na, nimepata ajali nikiwa kazini au nadhani ugonjwa wangu unatokana na kazi. Lakini mkitambua kwamba kuna mamlaka ambayo inaweza kusema kwamba this is work related or not, basi mtaanza kumuuliza maswali kwenye checklist: umejisajili OSHA? mtu wako alipimwa afya OSHA? tuletee ripoti ya daktari sasa ukiwa na zile information waheshimiwa, itawasaidieni na itatusaidia sisi kutimiza wajibu wetu, lakini nanyi pia katika kuandika hukumu basi mtakuwa mmepita katika njia ambayo ni sahihi. Kwa hiyo tuko hapa kama watumishi sisi wa OSHA lakini na watumishi wa muhimili wa Mahakama. Mafunzo hayo yenye washiriki zaidi ya 100 yamefanyika katika ukumbi wa OSHA jijini Dodoma kwa siku mbili mfululizo Aprili ishirini na tatu na ishirini na nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano Ni awamu ya pili baada ya awamu ya kwanza kufanyika Disemba kumi na sita na Disemba kumi na saba mwaka elfu mbili na ishirini na nne